Aa, karibuni sana katika channel yangu ambapo leo nitakwenda kuzungumzia kuhusu chemotherapy. Hizi ni dawa ambazo zinatumika kwa ajili ya matibabu ya saratani. Lakini kama ilivyo ada yangu, kabla sijaendelea, ningependa kutoa angalizo kwamba hizi taarifa ambazo ninazitoa katika hizi video ni kwa ajili ya kuelimisha jamii, lakini sio kwa ajili ya matibabu ya ugonjwa husika. Kwa kama una ugonjwa au una dalili zote zote zile za kuumwa tafadhali sana muone daktari yeye yeah, atakushauri vipimo sahihi na matibabu sahihi ya ugonjwa husika. Sasa inawezekana umeshikusha kuwahi kusikia kuhusu hizi chemotherapy, kwa sababu ni dawa ambazo zinatumika kwa ajili ya saratani kama nivu, uh, kwa ajili ya magonjwa ya saratani kama nilivyokusha kusema uh, hizi dawa lengo lake kubwa zimekusudiwa kwenda kuua seli ambazo zinaleta saratani katika mwili lakini kwa bahati mbaya sana hizi dawa pia uh, hazichagui zina uzuru pia zile seli nzuri za ka, ambazo zipo katika mwili na hivyo kumpelekea mgonjwa kupata side effects mbalimbali mbali. Sasa kuna side effects au madhara ambayo mgonjwa mgonjwa uh, anaweza akazipata ambazo ni za mara tu baada ya kuanza matibabu ya chemotherapy, lakini pia kuna madhara ambayo mtu atayapata hata baada ya miaka mitano kumi na kuendelea baada ya kumaliza kutumia hizi dawa za chemotherapy. Sasa madhara ambayo mtu anayapata, mgonjwa anayapata baada ya kuanza kutumia hizi chemotherapy, mojawapo ni uh, kutoka vidonda mdomoni na kukosa unyevunyevu mdomoni, hivyo kumpelekea mgonjwa uh, kupata shida wakati wa kula chakula, lakini pia mgonjwa anakuwa anapata choo kilaini, kuarisha kwa sana, uh, kichefuchefu kwa sana na kutapika pia. Uh, hizi ni uh, side effects za hizi, chemotherapy hizi dawa za chemotherapy ambazo mgonjwa anazipata, uh, na kwa mfano kichefuchefu, mgonjwa anapokuwa anasumbuliwa na kichefuchefu, inashauriwa kwamba mgonjwa ale chakula kwa wakati na maji kwa wakati ili kupunguza kichefuchefu, lakini pia kujiepusha na marashi makali ambayo yanaamusha uh, yana uh, kichefuchefu ndani ya mgonjwa uh, hivyo pia nitoe wito na angalizo pia kwa wale ambao wanakuwa karibu na mgonjwa, basi kujiepusha na kuwa na harufu uh, kutumia marashi makali au uh, kutumia kuwa na harufu za jasho au harufu ambazo ni zinaweza zikaamsha kichefuchefu kwa urahisi kwa mgonjwa na kujisikia kutapika kutokana na uh, madhara ya hizi dawa za uh, hizi dawa za chemotherapy. Uh, side effects nyingine ambayo mgonjwa anaipata ni upungufu wa uh, kinga mwilini. Hizi uh, uh, dawa za chemotherapy uh, zinaenda kuua zile seli zile uh, seli zilizoko kwenye damu ambazo zipo kwa ajili ya kuimarisha kinga ya mwili. Kwa hiyo mgonjwa anakuwa ana, uh, amepoteza zile seli. Kwa hiyo katika hiki kipindi ambacho mgonjwa anatibiwa na kwa kutumia chemotherapy, maanake mgonjwa yuko katika hatari kubwa sana ya kupata magonjwa ambayo ya, ni ya kuambukizwa, kwa sababu mwili wake unashindwa kujilinda dhidi ya hayo magonjwa. Kwa sasa Uh, magonjwa kama malaria na magonjwa mengine, na kwa sababu hizi chemotherapy zinapatikana kwa njia ya vidonge, lakini pia zinapatikana kwa njia unaweza, mgonjwa anaweza akazipata kwa kupitia mishipa ya damu. Kwa hiyo sasa uh, mgonjwa mwenyewe ajilinde sana na maambukizi ya magonjwa mbalimbali kama malaria na kadhalika lakini wale watu ambao wapo karibu naye kama ni ndugu jamaa na marafiki ambao wamekuja wanakaa karibu na mgonjwa kama huu unajiona unakohoa au na ugonjwa fulani wa kuambukiza basi chukua tahadhari usikae karibu sana na mgonjwa wa saratani ambaye anatibiwa kwa kutumia chemotherapy kwa sababu ikitokea umemwambukiza, basi itakuwa ni tatizo nyingine ambalo ni kubwa, na mwili wake tayari uko katika hali ya kukosa kinga. Kwa hiyo unakuwa unamhatarisha mgonjwa, lakini pia nitoe wito kwa ajili ya wale wahudumu wa afya ambao wanakuwa wana uh, establish access au wana wanampa mgonjwa kwa njia uh, uh, dawa kwa njia ya mishipa ya damu Manake unapokuwa unampa mgonjwa hizi chemotherapy kwa mishipa ya damu inatokewa uangalifu wa hali ya juu sana na usafi wa hali ya juu sana ili uh, kuzuia kwamba uh, bakteria au vijidudu ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa ya kwa, uh, magonjwa ya infection wasiweze kuingia katika uh, damu na kuweza kusababisha mgonjwa kupata infection au magonjwa yoyote ya, ya kuambukizwa. Kwa ni vyema sana kuwa Uh, makini kwa wahudumu uh, uh, wa afya lakini pia kwa mgonjwa mwenyewe. Kama uko na uh, umechomekwa uh, sindano na zile dripu za hizi dawa, basi usishikeshike sana lile eneo ambalo uh, umetobolewa, kwa sababu kule kushika na yani, lile eneo ulilinde sana, ili kwamba uh, usipate bakteria au vijidudu vyovyote, visiingie kwenye damu vikakusababishia Uh, magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo hiyo ni ilikuwa ni kwamba kwa sababu kinga za mwili zinakuwa zimeshuka sana wakati wa haya matibabu ya chemotherapy. Lakini side effects nyingine ambayo tume uh, tumeizoea au ni rahisi kuiona kwa mtu ambaye uh, anatibiwa kwa kutumia chemotherapy ni kupoteza nywele, kwa sababu hizi dawa uh, za chemotherapy moja seli ambazo zina zinakuwa zinazurika kwa haraka ni zile seli ambazo zinajigawa kwa haraka zina kwa mfano seli zinazotengeneza nywele. Kwa hiyo sasa, uh, mgonjwa ambaye anatumia chemotherapy anakuwa na uh, kunyonyoka nywele, na wengi wanakuwa wanachagua kukata nywele zote au kunyoa nywele zote kwa sababu tayari mgonjwa anakuwa katika ile hali ya kunyonyoka nywele sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo unapomwona mgonjwa yupo katika hali hiyo, na wengine wanakuwa anapenda nywele yake. Yaani nywele kwa mfano akina mama au akina dada, nywele inakuwa ni fahari au ni sehemu ya urembo kwake. Kwa hiyo kwa kiasi fulani anaweza akawa ameathirika um, kisaikolojia. Kwa hiyo sasa, kama ni mgonjwa anamaanisha, kama ni ndugu jamaa na marafiki, basi inabidi kuonyesha uelewa kwamba yani unaelewa ile hali na kwamba akishamaliza yale matibabu ya chemotherapy basi nywele zake zinaweza zikarudi. Na mgonjwa anaweza akatumia kilemba na alternatives zingine ambazo zipo, au akajikubali kama ilivyo, pia inakuwa ni solution nzuri zaidi. Lakini pia hizi chemotherapy zina madhara makubwa sana kwa mtoto alioko tumboni. Kwa hiyo sasa mgonjwa wa saratani ambaye Kufano, kwa mfano akatokea kwamba ni mjamzito pia basi hawezi kupata chemotherapy hadi atakapojifungua. Lakini pia wale wahudumu wa afya ambao wanafanya kazi na hizi dawa za chemotherapy uh, haihusiwi kwa, kwa mhudumu wa afya mfano mwanamke ambaye ni mjamzito kufanya kazi karibu na hizi dawa, kwa sababu kwa bahati mbaya ikitokea zimeingia katika mwili, basi anaweza zinaweza zikazuru mtoto ambaye yuko tumboni lakini pia chemotherapy ina side effect yake, nyingine ni kwamba mgonjwa anapoteza zile seli ambazo zipo kwa ajili ya kuzuia kuvuja damu, kwa hiyo mgonjwa anakuwa katika uh, hatari kubwa sana ya kuvuja damu, kwa sababu zile seli zinazokwaga zinazuia mtu unapojikata au unapopata ajali ile kwamba kuzuia damu isiendelee kumwagika au kutoka. Hizo seli zinakuwa zi, tayari zimekwisha kuuawa na hizi da, dawa za chemotherapy. Kwa hiyo tayari mgonjwa anakuwa na hana hizo hizo- hizo seli za kuzuia kwenye damu kumwagika. Kwa hiyo ni vyema mgonjwa kujiz, kujikinga dhidi ya kujikata na kupata michubuko ambayo sio lazima ili kuepusha ili tatizo la kuvuja damu lakini side effect nyingine ya chemotherapy ni mgonjwa kuwa na damu chache, anemia, kwa sababu kama nilivyokwisha kusema, chemotherapy inaua seli mbalimbali katika mwili, na moja ya seli ambazo zinauawa ni zile seli hai nyekundu za damu. Kwa sasa mgonjwa anaweza kawa katika hali ya kukosa ra, ya kukosa nguvu kwa sababu hana damu ya kutosha katika mwili na anaweza kasikia dalili zote ambazo zinatokana na tatizo la kukosa damu katika mwili. Kwao inatakiwa uelewa au inatakiwa uelewa kwa mgonjwa na wale ambao wapo karibu na mgonjwa kwamba chemotherapy uh, inaweza ikawa na madhara kama hayo. Kwa hiyo inamsaidia mtu uh, kukabiliana na kuendana na zile uh, matibabu na kuendana na madhara ambayo yanatokana na matibabu ya chemotherapy. Sasa kama nilivyokwisha kusema kwamba chemotherapy ina hizo uh, madhara ya muda mfupi ambayo nimekwisha kuyasema, lakini madhara mengine ni ya muda mrefu ambayo hasa, kwa mfano uh, kwa mfano, moja ya madhara ambayo yanatokana na hizi chemotherapy ambayo ni ya muda mrefu, kwa mfano mgonjwa anaweza kwamba ameshamaliza chemotherapy, imepita miaka mitano, miaka kumi baadaye akapata saratani nyingine kwa bahati mbaya, kwa sababu hizi dawa za chemotherapy pia zina asili ya kuleta aina nyingi, yani zinasababisha pia saratani zina, sawa zinatibu saratani lakini pia zinaweza zikakuletea saratani ya aina nyingine. Sasa wengine wanaweza kwa, okay, what's the point au kuna faida gani sasa ya kutumia chemotherapy? Of course hizo ndo option ambazo moja ya option ya matibabu ambayo yanapatikana. Kwa hiyo sio wote ambao wanapata hizi saratani. Kwa mfano mtu alitibiwa saratani ya titi kwa kutumia chemotherapy, naonyesekana baada ya miaka kumi akapata aina nyingine tena ya saratani, kwa mfano saratani ya damu. Kwa hiyo sasa, na hapo pia atapata matibabu kulingana na hiyo saratani mpya ambayo imemtokea. Ime kwa hiyo sasa uh, hayo ni madhara ya muda mrefu ambayo ni ya chemotherapy ambayo anaweza ukayapata, lakini madhara mengine ya muda mrefu ambayo yanaweza kujitokeza ni kwamba, um, figo zako zinaweza zikashindwa kufanya kazi baada ya muda fulani. Kwa hiyo sasa uh, kwa sababu dawa nyingi ambazo ni za hizi za chemo, uh, chemotherapy zinakuwa zinachujwa katika figo na wakati mwingine huwa zinabakia katika mwili kwa muda mrefu na hivyo kusababisha uh, kufeli kwa figo, figo kupunguza uwezo wa kufanya kazi katika miaka ya mbeleni. Lakini madhara mengine ambayo yana, mgonjwa anaweza akapata kwa miaka ya mbeleni ni kukosa mtoto uh, hii ni kwa wanaume na kwa wanawake inasababisha ugumba kabisa kwao. Sasa mgonjwa ambaye anatibiwa kwa kutumia chemotherapy ni vyema akapata hizi taarifa zote ili akafanya maamuzi, kwa sababu inawezekana mtu labda katika miaka ya ishirini na tano miaka mingapi huko ulikuwa huna watoto na ukapata matibabu ya uh, saratani kwa kutumia hizi chemotherapy, baadaye miaka thelathini miaka ya mbeleni ukataka kupata mtoto, kama ni mwanaume kama ni mwanamke, lakini ukashangaa sasa hauwezi kupata mtoto. Na mtu anaweza akawa anajiuliza ili tatizo imezaliwa nalo au ni yani, mtu akapata usumbufu wa kisaikolojia ambao, kama angekuwa na hii taarifa, basi ingeweza kumwepushia na ikampa uelewa na akakubaliana na hali kulingana na kwamba kwa sababu uh, ya madhara ya hizi dawa ambazo, so, mtu amezipata kwa sasa. Uh, kama tume- kama nilivyokwisha kuzungumza, unaona kwamba chemotherapy inakuwa ina side effects nyingi kama tumekwisha kuona. Kwa hiyo sasa, uh, ni vyema sana kwa jamii kuelewa na pia mgonjwa mwenyewe kuelewa, ili kuweza kujua haya matibabu ya saratani ambayo yanaendelea, uh, yana side effect ipi katika mwili wake, ili asijione kwamba, kwa mfano akaona dalili fulani akafikiri sasa saratani ndo imekuwa ugonjwa umeongezeka, lakini pia akielewa kwamba hii ni side effect, kwa mfano kupoteza nywele, akajua kwamba nywele zitarudi baadaye, basi inakuwa inaleta faraja kwa mgonjwa. Lakini pia niendelee kutoa kuhimiza uh, kwamba inabidi jamii na wahudumu uh, wa afya kuendelea kuwapa huduma nzuri wagonjwa au watu ambao wanakuwa wanapitia katika hiki kipindi cha matibabu ya chemotherapy, kwa sababu sio kitu kirahisi na mtu anahitaji support, nahitaji watu wa karibu wakawa wanamsapoti na wakawa wanaelewa, wala simwone mgonjwa kwamba ni msumbufu au ni mgonjwa ambaye anadeka. Hapana, bali uone kwamba ni binadamu, hata ungeweza kuwa katika hiyo hali. Kwa hiyo kwao nahitaji kusapoti. Uh, nimefurahi sana kuona kwamba, uh, hospitali ya Ocean Road wanasema kwamba wameanza kupeleka huduma za Uh, matibabu nyumbani uh, uh, matibabu shufaa kwa sababu uh, wagonjwa wengi sana sana wa saratani katika hatua zingine huwa wanakuwa wanahitaji tu ma, ma, matibabu ya kupunguza maumivu na vitu kama hivyo. Ni jambo jema ambalo uh, linafanyika na hospitali ya Ocean Road uh. Kwa hiyo pia mimi katika siku za usoni inawezekana nikaja kutengeneza video ambayo inazungumzia namna gani na jinsi gani ya kumsaidia au kumtunza mgonjwa ambaye yuko nyumbani na yuko na tatizo la saratani. Kwa hiyo sasa ninapenda pia kuwatakia uh, afya njema wale wagonjwa wa saratani ambao wana pitia tiba mbalimbali mbali za saratani, za saratani kama chemotherapy au kama mionzi na tiba mbadala mbalimbali ambazo zinapatikana kwa ajili ya uh, matibabu ya saratani. Mungu wa mbinguni na Mungu muumba mbingu na nchi aweze kuwaponya na kuwajalia afya njema. Asanteni sana kwa leo. Msiache kushare, msiache kusubscribe, usiache ku comment. Pia ningependa sana kujifunza kutoka kwako. Asanteni sana na kwaherini.